Nashukuru sana mheshimiwa naibu spika. kwa kunipa nafasi. e, mikoa ya Kilimanjaro na Arusha ina pilika pilika nyingi sana za watalii na wafanyabiashara ambao wangependa kuutembelea mji wa Dodoma kupitia uwanja wa Kia. Je, serikali ina mpango gani kuanzisha ruti ya Kia Dodoma ili kuwasaidia makundi haya kufika kwenye mji wao mkuu. Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa naibu spika, ninampongeza Profesa Ndakidemi kwa kufuatilia safari za Dodoma kwenda Kilimanjaro, sawa na wabunge wa Mwanza Dodoma, sawa na wabunge wa Mbeya Dodoma. Haya ni maeneo matatu ambayo tumeibaini kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa kuunganisha katika na makao makuu yetu. Nimwombe mheshimiwa mbunge atuvumilie wakati ambapo kwanza tunakwenda kuongeza ndege za ATCL na kutazama uwezekano uh, wa kuweza kuanza kwenye maeneo hayo. Lakini pili, nitumie nafasi hii kuyasihi na kuyaomba mashirika binafsi. Hapo awali tulikuwa na ndege chache kwenye baadhi ya maeneo, lakini yalitusaidia na yetu kuamua. Ndio maana wenzetu wa Flight Link tayari wameshatangaza kuanza safari kutoka Kilimanjaro kwenda mpaka Mwanza. Niwaombe pia Flight Link na mashirika mengine yatazame namna ya kuanzisha ruti kutoka Dodoma kwenda Kilimanjaro, kutoka Dodoma kwenda Mwanza, kutoka Dodoma kwenda Mbeya na kadhalika. Na hii ni kwa sababu gani? Ukisoma takwimu kwa miaka michache iliyopita, unaona share market share market ya Air Tanzania inazidi kushuka. Ukiangalia mwaka 2021 ilikuwa na 52.9. Ukiangalia mwaka 2022 ilikuwa 50.9. Ukiangalia mwaka 2023 ilikuwa na 48.1. 2024 na 47.9. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba pamoja na kwamba inaongeza idadi ya abiria, lakini private sector wanaongeza zaidi ndege. Hii ndiyo uchumi, hii ndiyo nchi inayotaka kuiona, ambapo private sector wanashiriki kamilifu katika kuleta ndege ili serikali pia iweze kufanya kazi kubwa ya kujenga miundombinu mipya na kuboresha iliyopo.